Umewahi kujiona huna thamani? Kila mara unapopanga jambo jipya sauti ya ndani na kuuliza kweli, utaweza? Au unapojaribu hatua kubwa, moyo wako unasema wewe si bora kama wengine. Rafiki yangu, hiyo ni hofu na kujishuku, na kama hutavishinda, vitafunga ndoto zako milele. Leo nitakushirikisha njia saba za kisayansi na kisaikolojia za kushinda hofu na kujishuku njia ambazo nimezichambua baada ya kufanya utafiti wa kina na nikakutana na kile kinachofanya watu wachache sana kuwa huru na wengi kubaki mateka wa akili zao. Kabla hatujaanza, hakikisha umesubscribe Fikra Chanye na kubonyeza alama ya kenjele kwa sababu kwenye chanel hii tunajadili mbinu za kukuza akili, kujiamini na mafanikio binafsi, na hutaki kukosa content inayoweza kubadilisha maisha yako. Sasa twende pamoja. Lakini kaa hadi mwisho kwa sababu njia ya saba ndiyo ya kipekee kabisa, inaweza kukufungulia njia ya uhuru wa akili ambao hujawahi kuonja. Njia ya kwanza, tambua na kukubali hofu zako. Hofu inakuwa na nguvu kwa sababu mara nyingi tunajaribu kuikwepa. Tunapojaribu kupigana nayo au kuifuta akilini, tunaimarisha zaidi. Kisaikolojia, kile unachokikwepa kinakufuata. Kwa mfano, mtu anayeogopa kuongea hadharani akijaribu kila mara kukwepa presentation, akili yake inaamini hii ni hatari. Kadri unavyokimbia ndivyo inavyokuwa kubwa. Suluhisho, ikubali hofu yako. Sema, ndio, ninaogopa, lakini hofu haijawahi kuniua. Hii inaitwa exposure acceptance. Unapoitaja hofu yako kwa jina unapunguza nguvu yake juu yako. Njia ya pili: chukua hatua ndogo ndogo. Tatizo la wengi ni kutaka mafanikio makubwa mara moja, lakini kumbuka, hofu hupungua unapochukua hatua ndogo. Mfano, kama una hofu ya kuzungumza mbele ya watu, usianze kwa kusimama mbele ya watu mia moja. Anza na marafiki watatu, kisha kumi, kisha ishirini. Kila hatua ndogo ni ushindi mdogo. Kisaikolojia hii inajenga dopamine reward system, inakufundisha kuwa unaweza. Kanuni hii ni hii Progress beats perfection. Hatua ndogo mara moja ni bora kuliko ndoto kubwa isiyochukuliwa hatua. Njia ya tatu, kuwa rafiki kwa nafsi yako. Ungepinda kuishi na rafiki anayekubeza kila dakika? Hapana, lakini mara nyingi tunajisemea maneno manenomb kuliko mtu mwingine yoyote yule. Self talk ni silaha. Watafiti wa Harvard waligundua kwamba watu wanaojijengea mazungumzo chanya hujenga neuroplasticity mpya inayojenga ujasiri. Jaribu hii. Kila mara unapoanza kujishuku, sema kwa sauti, Najua hofu ipo, lakini mimi nina uwezo na nitajaribu. Kuwa rafiki wa nafsi yako ni msingi wa kujenga self compassion na hii hupunguza kujishuku kwa asilimia kubwa. Njia ya nne: jikumbushe nguvu na mafanikio yako ya zamani. Hofu na kujishuku hutufanya tusahau historia ya ushindi tulionayo. Kila mtu ana kitu alichowahi kushinda, even kama ni kidogo. Chukua daftari na andika listi ya mafanikio yako kumi yaliyopita, hata kama ni kupita mtihani, kushinda changamoto ya kifamilia, au kumaliza kitu kigumu hii inakupa ushahidi wa ndani kwamba, ikiwa niliweza huko nyuma, naweza tena. Kumbuka, akili huamini kile unachokikumbusha mara kwa mara. Usiache historia yako ikae kimya. Njia ya tano, andika shajara, journaling. Si hobby tu, ni tiba ya akili. Watafiti wa Harvard waligundua kwamba kuandika hisia zako hutoa msongo na husaidia akili zielewe kwa utulivu. Kila siku uchukua dakika kumi, uandike. Ninachohofia leo ni na namna nitakavyokabiliana ni unapoweka hofu kwenye karatasi zinapoteza nguvu. Ni tofauti kubwa kati ya hofu iliyoko kichwani na hofu iliyoandikwa. Njia ya sita. Epuka kujilinganisha na wengine. Hii ni sumu kubwa ya karne ya sasa. Social media comparison. Unapoingia Instagram unaona kila mtu ana maisha mazuri, lakini ukweli ni kwamba watu huonyesha asilimia tano tu ya maisha yao bora na kuficha asilimia tisini na tano ya changamoto. Kumbuka, comparison kills confidence. Focus kwa safari yako, milestone zako, hatua ndogo zako. Hakikisha kila siku unajiuliza, leo nimepiga hatua ngapi kuliko jana, sio niko wapi ukilinganishwa na mtu mwingine. Njia ya saba: tafuta usaidizi na ushauri. Hakuna shujaa anayeshinda vita peke yake. Wakati mwingine hofu na kujishuku huenda kuwa nzito kupita uwezo wako wa kujibeba. Hapa ndipo mentorship, ushauri wa kitaalamu, au hata kuzungumza na rafiki anayeaminika kunaleta msaada. Hata wanamichezo wakubwa, wajasiriamali mashuhuri wanayo timu ya coaches na mentors. Kwa nini wewe upigane vita peke yako? Kukubali msaada si udhaifu, ni uwezo wa kutambua kwamba hatujazaliwa kutembea safari hii peke yetu. Sasa umeshajifunza njia saba za kushinda hofu na kujishuku. Moja, kubali hofu yako. Mbili, chukua hatua ndogo. Tatu, kuwa rafiki kwa nafsi yako. Nne, jikumbushe ushindi wa zamani. Tano, journaling. Sita, epuka comparison. Saba, tafuta msaada. Kama utazitumia, utaanza kuona mabadiliko makubwa, sio kesho bali kuanzia leo. Hivyo basi, nakuuliza ni hofu gani imekushikilia muda mrefu? Niandikie kwenye comment hapa chini. Nataka na kusoma na kujibu kila mmoja wenu. Usisahau kusubscribe Fikra Chanya, kushare video hii na marafiki zako na kubonyeza alama ya kengele ili usikose video zetu zijazo. Kumbuka, hofu ni kizuizi tu, si hukumu ya maisha. Mara utakapochukua hatua, maisha yako yatapanuka zaidi ya unavyoweza kufikiria.